Matumaini yangu ni mzima wa afya, mfuatiliaji wetu na mtazamaji wetu wa Habari Kiganjani. Karibu tena kwenye maendelezo ya habari na matukio kutoka hapa hapa ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Na habari tulionayo sasa, gumzo la zuka Tanzania baada ya kauli ya mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kununua umeme kutoka Ethiopia. Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema serikali ipo kwenye hatua za mwisho za kusaini mikataba kununua umeme nchi maalum kwa mikoa kaskazini, ili mikoa hiyo upate umeme wa uhakika na endukane na adha ya umeme katika, wa, wa asame, Korogwe, mesema, na katika katika. Rais Samia amesema hayo baada ya kufungua mradi wa maji wa Same, Mwanga, Korogwe kwenye hafla iliyofanyika Mwanga mkoani Kilimanjaro Machi 9, 2025. Rais Samia amesema umeme unakatika katika maeneo ya Kaskazini huku lakini serikali yenu inachukua hatua ya kununua umeme nje maalum kwa mikoa hii ya Kaskazini ili umeme upatikane masaa 24 muda wote bila kukatika katika, tuko kwenye hatua za mwisho kusaini mikataba ili tuweze kununua umeme ule uunge kanda ya kaskazini, na wananchi wafaidi na umeme. Kwa hiyo tutakuwa na umeme wa uhakika, maji ya uhakika, kila pahali, vijiji vyote vina umeme, tunakwenda vitongoji na umeme wa kutosha, tunanunua unaingia ili kazi za maendeleo ziendelee. Kauli hiyo ya Mheshimiwa Rais wa Tanzania imezua gumzo kwa baadhi ya wananchi na kutikisa sana nchi. Swali kutoka kwa wananchi kwenda kwa msemaji mkuu wa serikali Mheshimiwa Grayson Msigwa linasema umeme kutoka Ethiopia kwenda Arusha ni kilomita elfu moja mia nne, ni gharama nafuu kuliko kutoka Dar es Salaam kwenda Arusha ni kilomita mia sita ishirini. Hata hivyo, aliyekuwa kiongozi wa ACT wa Zalendo Zito Kabwe amesema, nimeona mjadala mkali kuhusu Tanzania kununua umeme kutoka Ethiopia. Bahati mbaya, mjadala umejikita kwenye umbali, yaani distance. Ni muhimu kuelewa biashara katika sekta ndogo ya umeme kwenye biashara ya umeme gross border power trade, ukinunua umeme kutoka nchi A umeme huo huusafirishi, mpaka nchi B umeme unawekwa pamoja, power pool kisha nchi zina trade katika supplies country, deficient countries. Mfano, Tanzania ikinunua megawati mia moja kutoka Ethiopia, Ethiopia inaweka umeme huo kwenye grid ya Kenya na Kenya inaipa Tanzania megawati mia moja zote katika kituo cha nguvu ya umeme kilichopo mpakani. Kwa maana hiyo, Tanzania inapokea megawati mia moja na manga mkoa wa Arusha. Tanzania haichukui megawati mia moja nchini Ethiopia. Kuna chanzo cha kusafirisha mzigo kama gunia la viazi kwenye roli la hasha. Tanzania inachukua mzigo wake mpakani. Ni kama unapotuma pesa kwa wakala, ni kama unapotuma pesa kwa M-Pesa. Pesa zile hazitembei kutoka wakala moja kwenda mwingine, unachukua kutoka froti ya wakala anayekupa umeme. Ni hivyo hivyo. Tanzania hiyo hiyo ikizalisha umeme Rufiji, inausafirisha mpaka Arusha, kwa sababu ni grid moja. transmission loss ya kutoka Rufiji mpaka Arusha yaweza kufikia 15 mpaka 20% significant transmission loss kutoka Namanga, kwa sababu umeme unaingia kwenye matumizi moja kwa moja kwa kupozwa kwenye power station kutoka KV 400 mpaka 66 KV mpaka 33 KV mpaka kwenye kumi na moja KV, KV za majumbani. Hoja ya msingi na mpasa kujibiwa na serikali ni je, umeme wa zaidi tunaozalisha tunaopeleka wapi? Kama ambavyo Ethiopia inauza umeme wake wa ziada, Tanzania inapeleka wapi ziada? Je, tukinunua umeme Ethiopia na sisi kuuza kwa nchi jirani, tutakuwa net exporter au net importer wa umeme? Mhuteni waziri space mhoji mambo haya. Serikali imesema kuwa inaendelea na mpango wa kununua umeme kutoka nje ya nchi kwa ajili ya kanda ya kaskazini ili kupunguza upotevu mkubwa wa umeme unaosababishwa na usafirishaji wa nishati hiyo kutoka gridi ya taifa, hali inayosababisha hasara ya zaidi ya shilingi bilioni thelathini na mbili kwa mwaka, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na idara ya habari maelezo na ofisa msemaji mkuu wa serikali. Umeme uliopo kwenye gridi ya taifa unazalishwa zaidi katika ukanda wa kusini mashariki, hivyo lazimika kusafirishwa umbali mrefu hadi kanda ya kaskazini, jambo linalosababisha upotevu mkubwa wa nishati hiyo. Kwa sasa upotevu wa umeme unaosafirishwa kuelekea kanda ya kaskazini unasababishwa hasara kubwa kwa taifa na moja ya njia mbadala ya hiyo ni kununua umeme kutoka Ethiopia kupitia Kenya, imesema taarifa hiyo. Imeeleza kuwa hatua hiyo itasaidia kupunguza changamoto ya kukatika kwa umeme mara kwa mara katika kanda ya kaskazini na kuimarisha upatikanaji wa nishati hiyo kwa wananchi na shughuli za kiuchumi. Serikali pia imeeleza kuwa gharama za umeme unaonunuliwa kutoka Ethiopia ni nafuu zaidi kutokana na Tanzania kuwa mwanachama wa gridi ya umeme ya kanda ya kaskazini mwa Afrika, ambapo nchi wanachama huuziana umeme kwa gharama za chini ikilinganishwa na gharama za uzalishaji wa ndani kwa baadhi ya vyanzo vya nishati. Aidha, imefafanua kuwa utaratibu wa Tanzania kununua umeme kutoka nchi jirani si jambo jipya, kwani umekuwa ukifanyika kwa miaka mingi katika mikoa ya pembezoni kama vile Rukwa kutoka Zambia, Kagera kutoka Uganda na Tanga kutoka Kenya. Serikali imeeleza kuwa lengo kuu la mpango huu ni kuimarisha gridi ya taifa na kuwezesha nchi kuwa na njia mbadala ya kupata umeme pale ku changamoto katika uzalishaji wa ndani. Hatua hii pia inaendana na mabadiliko yaliyofikwa na mkuu wa nchi za afrika mashariki katika mkutano wa nishati uliofanyika hivi karibuni jijini Dar es Salaam, ambapo walikubaliana kuunganisha gredi za nchi zao ili kurahisisha biashara ya umeme na kuboresha upatikanaji wa nishati hiyo kwa wananchi. Pia profesa Anna Tibaijuka ameweza kuliongelea swala hilo, umeme kutoka Ethiopia kilomita elfu moja mia tano hadi Arusha unakuaja rahisi kuliko kutoka wakutoka rufi kilomita mia sita hamsini. Taarifa hili ilitushangaza na hata kutushtua wengi, nikaona nijaelimisha kwa wahusika wizarani. Nikaelezwa umeme utanunuliwa kutoka station ya kusambaza umeme hapo Namanga kupitia grid ya Kenya. Uwekezaji wa transmission line ni wa muuzaji, ingawaje ataikomboa kupitia bei itakayokubaliwa. Pili, sio sahihi kutegemea chanzo kimoja cha grid ya taifa. Pakitokea dharura Rufiji, basi nchi nzima inaingia giza. Inaitwa diversification. Kwa hiyo tuiombe serikali ije na tangazo rasmi kuelezea kwa utaalam zaidi jambo hili la kimkakati na mustakabali wa umeme wa ziada utakaozalishwa kama upo uwe wa vyanzo vya maji au gesi au jua. Kwa ujumla wake, usalama wa nishati ni usalama wa taifa, alisema Profesa Anna Tibaijuka. Pia naye mchambuzi wa masuala ya kijamii na kisiasa Godlisten Malisa ameibua na kutoa maoni yake kuhusu uamuzi wa serikali ya Tanzania kununua umeme kutoka Ethiopia kwa ajili ya mikoa ya kaskazini. Malisa amesema kuwa jambo hili halijakuwa geni, kwani Tanzania imekuwa ikinunua umeme kutoka nchi jirani kwa muda mrefu ili kukubaliana na changamoto za upatikanaji wa umeme katika baadhi ya maeneo. Kwa mfano, mkoa wa Rukwa unapata umeme kutoka Zambia, mkoa wa Kagera unapata umeme kutoka Uganda na wilaya ya Mkinga mkoani Tanga inanunua umeme kutoka Kenya. Malisa ametoa mifano ya vyanzo vya umeme wa maji nchini akisema kuwa Tanzania ina uwezo kuzalisha jumla ya megawati elfu mbili mia saba thelathini na tano huku mahitaji ya umeme yakikadiriwa kuwa 2200 megawati. Hii inamaanisha kwamba Tanzania ina zaidi ya umeme wa takribani mia tano megawati ambayo inaweza kuuza nje. Hata hivyo, amesema kuwa usafirishaji wa umeme umbali mrefu husababisha upotevu wa umeme njiani, hivyo kusafirisha umeme kutoka eneo moja hadi lingine lina gharama kubwa. Malisa anaendelea kueleza kuwa kwa sasa Tanzania haitahusika na usafirishaji wa umeme kutoka Ethiopia, bali itaupokea umeme huo kutoka Namanga, ambapo umbali wa kusafirisha umeme hadi Arusha utakuwa mfupi, hivyo kupunguza upotevu wa umeme. Ameongeza kuwa usafirishaji wa umeme kutoka bwawa la Nyerere hadi Arusha unahusisha upotevu mkubwa kutokana na umbali mrefu, jambo ambalo litaondolewa na mfumo wa kupokea umeme kutoka Ethiopia. Pia Malisa amesema kuwa ili usafirishaji wa umeme kutoka vyanzo vya ndani kama bwawa la Nyerere au Mtela uwe wa ufanisi zaidi, inahitajika kujengwa vituo vya kupoezea umeme njiani, jambo ambalo linachukua muda na gharama kubwa. Kwa mfano, kituo cha Lemuguru kilichopo Arusha kimechukua miaka mitano kukamilika na gharama ya bilioni ishirini. Hii inamaanisha kuwa kununua umeme kutoka Ethiopia ni hatua ya haraka na yenye gharama nafuu kuliko kujenga miundombinu ya usafirishaji, alisema Malisa. Aidha, Malisa amesisitiza kuwa Tanzania tayari imesaini makubaliano na Zambia na Rwanda kuziuzia umeme wa ziada. Umeme huo utasafirishwa kutoka vyanzo vya Anzeva karibu kama rusumo kwa Rwanda, kihansi kwa Zambia, hivyo kupunguza upotevu wa umeme. Ametolea mfano wa mfumo wa biashara wa umeme barani Ulaya kupitia European Network of Transmission System Operation for Electricity, ambapo nchi kama Ujerumani inanunua umeme kutoka nchi jirani ili kupunguza upotevu wa umeme kutokana na umbali mrefu wa usafirishaji. Kwa ujumla, Malisa anasema kuwa hatua Tanzania kununua umeme kutoka Ethiopia ni busara, ni sehemu ya mkakati wa kuhakikisha upatikanaji wa umeme wa uhakika kwa gharama nafuu na, na kwamba ni jambo la kawaida katika biashara ya umeme kati ya nchi mbalimbali.